moja kati ya peji za instagram katika maswala ya entertainment na fashion zinazoheshimika sana duniani ni the shaderoom ambayo hii ni peji ya instagram ya nchini marekani yenye followers milioni 29.3 sasa hivi ndo peji kubwa zaidi duniani kwa maswala ya entertainment uh, ukiwekwa katika peji hii hapa basi lazima uwe umefanya jambo kubwa sana na kwa kumbukumbu -kumbu zangu ni watu wachache sana ambao wamewahi kuingia hapa katika peji hii, -E. Vanessa Mdee na kuna wakati Hamisa Mobeto pia kipindi kile amekutana na Rick Ross, Dubai, eh? naye alikuwa hapa kwa mara nyingine Tanzania, ameingia hapa, na hii ni kuhusiana na harusi ya Jux pamoja na Priscilla ambayo, tuseme kwa weekend iliyomalizika, ndo ilikuwa ni talk of the town barani Afrika hasasa katika nchi zinazohusiana na harusi hii Nigeria pamoja na Tanzania. Harusi imefanyika kwa kiasi kikubwa sana, mbili mfululizo, ilianza ya kitamaduni halafu ikafuata ile ya weupe ama white wedding. Sasa uh, The Shaderoom leo Jumatatu eh, wameweka hii hapa story wakisema wakiweka, uh, kwenye cover hapa, you have to see how this guest turned Priscilla and Juma's wedding into the Met Gala, kwamba inabidi uone jinsi ambavyo wageni hawa walivyogeuza harusi ya Priscilla na Juma kuwa kama Met Gala, lile tukio ambalo linafanyika Marekani, ambalo ndo tukio kubwa zaidi la fashion duniani ambapo masta mbalimbali huakisha kwamba anakwenda pale. Walikuwa wamependeza sana. Sasa uh, katika caption wameandika: Swipe, what was the dress code? it seems like Priscilla and Juma, Juma's wedding was the place to be and all the guests went above and beyond the assignment Which wedding guest came the hardest? So anauliza kwamba nani aliyependeza zaidi katika siku hii na kuweka hashtag ambayo ndio tumekuwa tukiitumia katika harusi hii kuanzia ianze JP 2025. Picha ambazo zimewekwa hapa ya kwanza ni couple wenyewe the couple ambao ni eh, Jux pamoja na Priscilla, alafu eh, hii hapa ni Tolu Bali eh, ni Nigeria huyu eh, alafu inafuata ni Temi, Nikan kuna sasa Lavish Home, ama jina lake Alisi ni Grace, yeye amekuwa gumzo sana, ni mtanzania ambaye uh, ame alikwenda uh, amejipanga sana kule katika harusi hii, kwa hiyo naye pia amewekwa katika hii katika huu uh, mfululizo wa hizi picha. Then kuna Francis Theodore Nandi pia amewekwa katika mfululizo wa hizi picha, sababu Nandi pia alikwenda amejipanga sana. Then kuna Chioma The Good Hair, kuna Lalsosa, kuna Osasi Igodaro, then kuna Akin, uh, Faminu, alafu Sofia Paul Berry, kuna Papo Speedy, kuna Mercy Aigbe ambaye alibadilisha nguo mara tatu siku hiyo, alafu kuna Iniedo, superstar na afu, kuna huyu Diana Eneje ambaye ni moja kati ya bridesmaids. Sasa, uh, comments hapa ni nyingi sana kutoka kwa Wanigeria zaidi, ambao hiki kimekuwa umekuwa ni kama ushindi kwao, kwa sababu Wanigeria hawana mchezo kabisa. some days I wish Nigerians could be invited the Met Gala you gonna know what extra really means eh, uh, Tanzania pia tupo hapa I'm so proud to be Tanzanian. let's gather here I'm sorry but not one touches a Nigerian when it's time to step up kwamba wa nigeria bana hawakamatiki kabisa katika masuala ya uvaaji we have some tanzanians too there the combo of nigeria and tanzania is always massive in fashion namuona pia resti bura amesema in laws from tanzania they nailed it both nigerians and tanzanians understood the assignment wedding jp wedding made it to the shade room baby one thing nigerians will forever do is eat When it comes to the wedding fashions. Like, can you actually imagine not be Nigerian? Yani wa Nigeria wako so proud, kwamba yani yani, unajisikiaji wewe usipokuwa m-Nigeria kuna kitu unakimisa bila shaka. Yeah, they are so proud, yeah? Wazalendo kweli, kweli wa Nigeria. Kwa wengi wamejaa hapa na hakika, eh, wa Nigeria walielewa assignment yao kwa sababu wanawake wakule walivaa eh, kupitiliza

kwamba kuna watu uh, huko nje nchi watu wanahisi kwamba wanavaa magome ya miti au majani ya miti na vilevile wanaishi kwenye mapango mstuni um, huko wakicheza na fisi simba na nyani uh, now see, for all the people saying why are you you wearing white to to someone's wedding it's tacky you need to understand that in a Nigerian wedding firstly you can actually never outshine the bride because everyone knows who the wedding is about

Okay? So wa Nigeria pia hapa wanafurahia kwa kweli, na wako proud kuona kwamba wa Nigeria hawakufanya mchezo. Just a little reminder, these are not just Nigerians, there are some Tanzanians as well. The groom is from Tanzania and his family represented well of our beauty nation and our fashion industry, Tanzania to the world. So hapa wanawakumbusha kwamba, jamani isiwe tu kuhusu Nigeria hapa maanake, wa Nigeria wanachukua chao tu, alafu wanasahau kwamba hii ilikuwa ni harusi ambayo imekutanisha mataifa mawili Tanzania na Nigeria. Na vilevile vile upande wa, wa Tanzania wageni ambao walimsindikiza Jux hawakucheza pia, walikwenda vizuri, na ndio maana hapa kwenye, kwenye picha kuna Lavish pamoja na Nandi huwezi jua nani ambaye anaangalia kwa sababu nani alitarajia kwamba harusi ya Jux na Priscilla ingetua katika peji hii? Unajua kwenye mtu asiyeelewa masuala ya showbiz anaweza akahisi hiki ni kitu cha kawaida sana. Yaani ah, basi page of The Shaderoom wa Afrika kutua huwa ni wachache sana, mara chache, labda tunamwona Burna Boy, tunaonaga kidogo Wizkid na Davido. Hata wa Nigeria wenyewe, japokuwa hii page inamilikiwa na Nigeria, lakini ni page ambayo imeshika Marekani mara chache sana kuona stori ya kiafrika imetua katika peji hii. Kwa mtu asiyejua anaweza kaishi tu kwamba hiki ni kitu cha kawaida sana ha? Mbona watu tu wanaandikwa na andiku, vitu kama hivyo no, kwa uh, The Shaderoom uh, ni big deal kiukweli, sharo sana kwa Jux kwa kweli. Uh, tumeona tu kwanza harusi yenyewe ambavyo kwa Nigeria walivyoipokelea, hakuna harusi ya hivi karibuni iliyokuwa kubwa katika showbiz kama hii ya Jux na Priscilla. Wanigeria wenyewe wanasema ah, I see, hata David hakufanya hivi. Kwa hiyo ni jambo ambalo katika burudani na katika showbiz Jux amefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana, na Wanigeria kiukweli I see wanampenda sana Jux. Kwa hiyo ni uh, yeye sasa kuhakikisha kwamba hawa disappoint. Kwa sababu likitokea amefanya Wamemuumiza mke wake au nini, watadili naye ipasavyo, upendo utageuka kwa chuki. So I hope kwamba e, ndoa hii itadumu na watazaa watoto e, kama ule pasta ambavyo waliwatabiria, watazaa mapacha, watakuwa na mafanikio makubwa sana, they will be big zaidi hata ambavyo wapo sasa. So all the best Jux, pamoja na Priscilla. Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki, sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 0746813813.